Sasa tunakwenda kwenye mental math, yaani haya ni mahesabu ya akili, na ninawakaribisha sasa. Hii ni grupu ambayo imeandaliwa. Actually ni wanafunzi wote wa shule nzima wanajifunza, sio watu wawili au watatu. Hii ni shule nzima. Ni somo maalum ambalo linasaidia watoto wetu ku memorize. Asante, asante. Naomba waalimu waje hapa wa, wa, asante. Wale wanafunzi tafadhali na waalimu wao kwa haraka. Asanteni, hili ni somo la kila mwanafunzi. Hii sio group maalum, hii sio kipawa, hii ni lazima. Hesabu yaepukiki, ni kama kifo. Kwa hiyo hesabu ni hesabu tu, ni ya kila mtu. Hii ni hesabu, hili ni somo la shule nzima. Nitaomba sasa yule mwalimu wetu, yule mta, e, engineer wetu ambaye anatufundishia watoto hawa a, bila shaka atahitaji watu wachache atakao waita hapa. Naomba ukiitwa uje tu, ni kwa nia njema. Asante. Karibu dada. Karibu sana engineer. Bwana Yesu asifiwe. Mathematics wasifiwe. Tunaomba wazazi kama watatu hivi, na sio wazazi tu, tunaomba mtu mwenye CPA, mwenye hesabu sio wazazi tu <laughs> sio wazazi tu, unaweza ukamleta, so huku kama mchungaji Kimaro sielewi hesabu zaidi ya mistari ya Biblia, naomba watu wale ambao wanahusika, mwenye masters ya accountant, mwenye CPA engineer aliyesoma electrical engineering, na na na maengineer mengine, mtu wa namba, naomba uje hapa kwa haraka tafadhali. Watu wa hesabu kabisa, mje hapa. Asante, tunawataka. Mtatusaidia sana ninyi watu wa hesabu, kuwaendeleza kwenye mahesabu. Watu wa hesabu msimame hapa, simameni hapa, simameni hapa. Watu wana mapa bwana, watu wamesoma hawa watu wa hesabu wa hapa Simama hapo, najua wengine hamjaja. Unajua kuna watu wengi nasema, hebu tuone itakuwaje. okay. uh... tunashukuru sana kwa kujitolea. Tunauliza swali kidogo tu, ambayo naamini ni rahisi sana, alafu mtatusaidia kuweza kujibu. Bwana si amina?

ya pamoja, hii ni kuonyesha shule yetu. Mungu awabariki sana. Masipa wetu kazi yenu ni njema, and I salute you <laughs> Mungu awabariki sana asante, nashukuru sana asante sana. Oh yes. Endelea mwalimu, asante sana uh, ndugu wazazi, <clears throat> walezi na washirika wote, mbele yenu ni wanafunzi wa darasa la pili na la tatu wako mbele yenu kwa ajili ya kuwaonesha kile ambacho wamejifunza kwa muda mfupi tu, ambacho Mungu akipenda, tutaanza rasmi mwezi wa kwanza. Mjue shule hii sio shule ya kawaida, yaani mimi sijawahi kufanya mambo ya kawaida duniani, hiyo haitokei okay, na sina mpango huo, haitokei okay, hata kidogo. Haya, wanaweza sasa wakafanya hesabu zile ambazo tumeuliza wazazi pale ambapo inakuwa ni kwa haraka zaidi, na nitaanza na darasa la pili.

Zero. Zero is correct. Oh my god. Nisikie, oh, makofi oh mengi kwa ajili yao. Hawa ni darasa la ngapi mwalimu? Darasa la <laughs> pili. Makofi mengi kwa darasa la pili na sio kwamba ni group shule nzima, darasa la pili wote wanafahamu hiyo. Wengine wamesafiri tu kwenda mikoani asante. Uh, grade 3, are you ready? Yes. Are you ready grade 3? Yes. Okay. 21 minus 21, then add 55 plus 2 plus 2 minus 59 plus 72 plus 2. What is the answer? 74. 74 is correct. Very good.

At 54, what is the answer? 99. 99? 99 is correct. Very good. Makofi. Anaeleweka, hawa ni single digiti na wale wengine. Nataka niwaambie jamani, tuleteeni watoto ha? Ni shule gani umeshaonaga haya? Kaitafute. Tuna mmoja ambaye tulijaribu kwa three digits. Three digits? Yes, tumejaribu juzi. Okay. Na tukaona kwamba inawezekana pia. Okay. Okay. Okay, Okay. there are two. Okay. Are Are two. you you ready? Are you ready? Uh. Okay, focus. Concentrate. Okay. 125, then plus two, plus 2, 2, minus 29,

Very good. So, kwa kutumia programu hii watoto wana uwezo wa kufanya mahesabu na maswali mengi kwa muda mfupi sana. Tunalenga nini? Tunalenga na kutazamia watoto wajue thamani na maana ya muda katika maisha yao yote. Wasi, wakipewa kazi ya kufanya ndani ya masaa mawili, sio lazima kutumia masaa mawili yote kufanya kazi hiyo, anaweza akatumia nusu saa kuokoa muda, na hiyo lisali moja na nusu akafanya mambo mengine ya uzalishaji Asanteni sana. Mungu akubariki sana. Mwalimu, naomba usimame hapo hapo. Nia ya kama mwalimu alivyosema ni kusababisha mtu awe sharp. Hii ni kutengeneza brain ya mtoto huyu tangu akiwa hapa, kuondoa ile ile ile ambayo inakuja kutusumbua huko mbele ya safari, kufundisha mafundisho ma, ma, ma na, kuwa, na kuwasababisha watu waje kwenye maombi ya ukombozi, roho ya bumbuazi, wazimu na uzito kwa hiyo huku ni kuondoa uzito, mambo ambayo anapaswa kufanya kwa muda mfupi aweze kufanya kwa muda mfupi, na kusababisha brain inakuwa sharp, kuhamua kwa haraka. Yaani, hiyo ndiyo maana, si tu hesabu peke yake, ni kutengeneza brain ya mtoto sasa. Un is up to you, ama unletee mtoto au umpeleke kule unakompelekaga. Kwa herini, Mungu awabariki sana mwalimu, nakushukuru sana, naomba nikushike mkono kwa niaba ya wanafunzi wote. Mungu akubariki sana, mwalimu. Makofi mengi na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hii ndiyo shule ya Kijitonyama.